Zawadi alikuwa msichana wa miaka kumi na saba mwenye macho ya matumaini na moyo wa huruma usio na mfano. Aliishi katika mtaa wa Tandale jijini Dar es Salaam akiwa na mama wa kambo aitwaye Mama Sofia, mwanamke mkali mwenye roho ya wivu na uchoyo. Baba yake Zawadi, Bwana Baraka, alifariki miaka mitatu nyuma kwa ajali ya gari alipokuwa safarini kutoka Mbeya. Tangu siku hiyo, maisha ya Zawadi yalibadilika kabisa, tofauti na wasichana wengi waliokuwa wakitamani kuwa mastaa wa Instagram au kuolewa na matajiri. Zawadi alikuwa na ndoto moja tu ya kuwa daktari. Alitamani kusomea tiba ili aweze kusaidia wagonjwa, hasa waliokuwa maskini, akiamini kuwa tiba haipaswi kuwa biashara bali wito. Alipenda kuvaa koti jeupe la daktari hata akiwa chumbani kwake, akisoma vitabu vya sayansi na kuandika maelezo ya mwili wa binadamu kwa makini kana kwamba tayari alikuwa chumba cha upasuaji. Lakini kila hatua aliyopiga kuelekea ndoto yake ilikuwa kama anapanda mlima wa mawe mikononi. Mama Sofia hakuwahi kumtia moyo. Alimfanyia Zawadi kazi zote za nyumba kutoka kuosha vyombo, kufua nguo hadi kuuza maandazi kila asubuhi sokoni. Mara kadhaa alikataa kumlipia ada ya shule akisema hata akimaliza shule atakuja kulea mume. Wasichana wa siku hizi hawahitaji elimu. Lakini Zawadi hakuacha kuamini. Usiku wa manane alikuwa akisoma kwa mwanga hafifu wa kibatari, macho yakiwa mekundu kwa usingizi lakini moyo wake ukiwaka moto wa matumaini. Siku moja shule yao ilitangaza nafasi za wanafunzi wa mwisho wa kidato cha nne kushiriki mashindano ya kitaifa ya sayansi. Zawadi, licha ya uchovu wa kazi za nyumbani, aliandaa mradi wa kipekee, kifaa cha kuchunguza kiwango cha joto la mwili kwa kutumia vifaa rahisi vinavyopatikana mitaani. Mradi wake ulivutia walimu na alichaguliwa kwenda kushiriki katika ngazi ya mkoa. Alipofika nyumbani kwa furaha, alimkuta mama Sofia akiwa sebuleni na kikombe cha uji. Mama, walimu wamesema mradi wangu umechaguliwa. Nitawakilisha shule kwenye mashindano ya mkoa. Mama Sofia alimkodolea macho kisha akatupa kikombe sakafuni. Utakwenda wapi? Na uache kazi zote za nyumbani. Hiyo ni ndoto ya mjinga. Kama una muda wa kupoteza, nitaongeza kazi zako mara mbili. Usiku huo, Zawadi alilia kimya kimya chini ya blanketi lake. Lakini katika kilio chake, aliahidi moyoni, nitapambana. Nitakuwa daktari hata kama nitapita njia ya miiba. Majuma mawili baadaye, mwalimu mkuu wa shule alimtembelea nyumbani baada ya kugundua kuwa Zawadi hajafika shuleni tena. Alipofika, mama Sofia alijifanya mnyenyekevu, akasema Zawadi anaumwa. Lakini mwalimu alikuepesha macho na kumuita Zawadi pembeni. Binti wewe, ni hazina. Nimeongea na wahisani, wamekubali kukulipia ada yako hadi chuo kikuu kama utaendelea kufanya vizuri. Usikate tamaa. Kwa mara ya kwanza, Zawadi aliona mwanga. Alianza kubadilika kimya kimya. Alijifunza kusoma usiku baada ya kazi, akaanza kuuza maandazi kwa siri yake na kuweka akiba. Hata alipodhulumiwa na mama Sofia, aliendelea kuwa mvumilivu. Miaka miwili baadaye, Zawadi alipata ufaulu wa juu katika mtihani wa taifa, alipata nafasi katika chuo kikuu cha tiba Muhimbili. Alilia kwa furaha, lakini machozi hayo hayakufutwa na mama Sofia. Badala yake alimpiga makofi akisema, Huna ruhusa ya kwenda. Ukiondoka hapa usirudi. Zawadi alikusanya nguo zake chache na vitabu, akaondoka kwa miguu akipigwa na mvua, akilia na kutabasamu kwa wakati mmoja. Alihifadhiwa na mwalimu mmoja aliyekuwa akimpenda kama binti yake. Akiwa chuoni, alipambana na ugumu wa maisha, lakini akamaliza masomo kwa heshima. Aliitwa daktari Zawadi Mwanga. Miaka mitano baadaye, Dkt Zawadi alirudi Tandale, alijenga kituo kidogo cha afya kwa ajili ya kuwahudumia wagonjwa wa kipato cha chini. Siku moja alipokea mgonjwa aliyekuwa na presha kali. Ilikuwa ni mama Sofia. Macho yake yalionyesha mshangao na aibu. Wewe, wewe ni daktari? Zawadi alimtazama kwa upole. Ndio mama, Leo nipo hapa kukutibu, hata kama hukutaka niwe daktari. Sitaki moyo wako ufe kwa sababu ya chuki, mama. Sofia alilia kwa mara ya kwanza, aliona dhamani ya msichana aliyemtesa. Samahani mwanangu. Zawadi alimshika mkono, machozi yakimtoka. Samahani mama, sio tu kuwa nimekuwa daktari, bali nataka kuwa tiba ya nyoyo kama yako zilizojeruhiwa na maisha na hapo ndipo dunia ilimwona Dkt Zawadi Mwanga, si tu kama daktari, bali kama mfano wa ushindi dhidi ya vikwazo na ushuhuda kuwa ndoto haiwezi kufa kama una moyo wa kupigania. Baada ya tukio la kushangaza la kumtibu mama Sofia, jina la Dkt Zawadi Mwanga lilianza kusambaa polepole mitaani Watu waliokuwa wamezoea kuona wagonjwa wakikimbizwa hospitali kubwa za bei ghali, sasa walikuwa wakipanga foleni kwenye zahanati yake ndogo aliyoiita Mwanga Clinic, afya kwa wote. Kituo hicho kilijengwa kwa mbao na bati, lakini ndani kilikuwa safi, kikiwa na dawa chache, kitanda kimoja cha wagonjwa na tabasamu la Zawadi lililokuwa na nguvu kuliko sindano wengi walishangazwa na unyenyekevu wa msichana huyo aliyewahi kuonekana sokoni akiuza maandazi. Alikuwa daktari wa kipekee. Alisikiliza wagonjwa wake kwa makini, aliwafariji na mara nyingine alichangisha hela zake binafsi kuwanunulia dawa wale waliokuwa hawana uwezo. Hakutegemea mshahara wala sifa, alikuwa na moyo wa huduma, si biashara. Lakini mafanikio ya zawadi hayakuwafurahisha wote. Katika mtaa huo huo wa Tandale kulikuwepo na daktari mmoja wa zamani, Dkt Mshamu aliyekuwa amezoea kuchaji pesa kubwa na kuwadharau wagonjwa maskini. Alianza kuona Zawadi kama tishio, akapanga njama chafu. Alichukua picha ya Zawadi akiwa anatibu mtoto wa mtaani aliyekuwa na vidonda vya kuvuja damu, akasema kuwa Zawadi anatumia vifaa visivyo na viwango na anahatarisha maisha ya wagonjwa. Akaipeleka malalamiko kwa baraza la madaktari. Muda mfupi baadaye, barua ya kusimamishwa kwa muda kazi ilifika mikononi mwa Zawadi kwa tuhuma za utendaji kinyume na maadili ya kitabibu. utasubiri uchunguzi, ilisomeka barua hiyo. Zawadi alikaa kimya, machozi yakimtiririka Si kwa sababu ameonewa, bali kwa sababu hakuamini kuwa dunia bado ina watu wanaopigana na nuru kwa sababu ya giza la mioyo yao. Wakati Zawadi akiwa kwenye wakati mgumu, ghafla taarifa za kufungwa kwa zahanati yake zilifika kwenye redio ya kijiji wagonjwa waliopona kwa mikono yake wakaanza kuandamana kwa, kwa amani wakishika mabango yenye maandishi: daktari wetu ni tumaini letu, zawadi ni zawadi ya kweli kwa maskini, tupeni haki yetu ya tiba. Mmoja wa watoto waliowahi kutibiwa bila malipo, Fadhili, alihojiwa na mwandishi wa habari na kusema kwa sauti, mama yangu alikufa kwa kukosa hela ya kwenda hospitali, daktari Zawadi aliniokoa kwa upendo. Kama huyu si daktari wa kweli, basi nani ni wa kweli? Taarifa hizo zilivuma hadi kwenye televisheni. Watu waliokuwa wameguswa na moyo wa Zawadi walikusanya michango ya kujenga kituo kipya chenye vifaa bora. Baraza la madaktari likafanya uchunguzi wa kina na kugundua kwamba malalamiko yote yalikuwa ya uongo. Dikt. Mshamu alifutiwa leseni na Dikt. Zawadi aliombwa radhi mbele ya vyombo vya habari. Miaka mitatu baadaye, Dikt. Zawadi alikuwa ameshajenga kituo kipya cha afya kilichojulikana kama Mwanga Hope Center. Kilikuwa na maabara ya kisasa, chumba cha uzazi, sehemu ya huduma za afya ya akili, na hata gari la wagonjwa lililochangiwa na wahisani kutoka nje ya nchi. Hakuwa tena daktari wa mtaa wa Tandale tu. Alikuwa sauti ya maskini kitaifa. Alipewa tuzo na Wizara ya Afya, lakini kwake tuzo kubwa zaidi ilikuwa pale mama mjamzito anapotoka salama na mtoto wake mikononi mwake. Mama Sofia, aliyekuwa ameishiwa nguvu na uzee, sasa alikuwa akiishi naye na kila asubuhi Zawadi alikuwa akimletea chai kitandani. Mama huyo aliwahi kusema akiwa na macho ya majuto, sikuamini kama ndoto yako ingeishi. Lakini sasa naona ndoto yako imeniokoa. Samahani mwanangu. Zawadi alimkumbatia akasema, mama, ndoto huwa haishi kama bado kuna moyo wa kuipigania, na msamaha ndiyo tiba ya kweli ya moyo. Zawadi alifundisha dunia kuwa wanaoharibu ndoto zako ni wagonjwa wa wivu. Usipigane nao, watibu wema, haushindwi na ndoto ya dhati ni kama mbegu ya mtili ikipata katika wingi wa wagonjwa na shughuli za kila siku katika Mwanga Hope Center, Zawadi hakuwa na muda wa kufikiria mapenzi. Alikuwa ameweka moyo wake wote kwenye huduma, eh, lakini moyo wa binadamu hauwezi kuishi bila hisia. Na mara nyingine mapenzi huingia si kwa hodi bali kwa kimya chenye nguvu. Siku moja gari jeupe liliegeshwa nje ya kituo chake cha afya. Alishuka kijana mrefu mwenye sura ya utulivu, macho makini na koti jeupe la kitabibu. Alikuwa ni Dkt. Brian, daktari bingwa wa upasuaji aliyekuwa amehitimu kutoka chuo kikuu cha Marekani, lakini aliamua kurudi Tanzania kusaidia jamii. Alikuwa ametumwa na shirika la afya kushirikiana na kituo cha Zawadi kwa muda wa miezi sita. Wakati Zawadi alipomwona kwa mara ya kwanza hakushtuka kwa sura yake ya kuvutia au lugha yake ya Kiingereza iliyonyooka, bali kwa unyenyekevu wake aliposema, nimekuja kujifunza kutoka kwa wewe. Zawadi alitabasamu kwa aibu, kwa mara ya kwanza moyo wake ulishtuka kama mgonjwa aliyeingiziwa sindano ghafla. Ushirikiano wao kazini ulianza kama wa kawaida. Edict Brian alihudumia wagonjwa wa upasuaji, Zawadi aliendelea na matibabu ya kawaida, lakini kadri siku zilivyopita walizoeana kama jua na mwezi, wakikamilishana bila kuelewana kwa maneno. Mara nyingi walikaa jioni, wakijadili visa vya wagonjwa waliowaathiri kiakili Walicheka, walitafakari, na mara nyingine walikaa kimya wakisoma mioyo ya kila mmoja kupitia macho. Siku moja baada ya kumtibu mama mjamzito aliyekuwa katika hali ya hatari, walikaa nje ya kituo, upepo mdogo ukipuliza, mwezi ukimulika. Zawadi, Brian alisema kwa sauti ya upole, nimeona madaktari wengi lakini sijawahi kuona moyo kama wako. Zawadi alitazama chini akasema kwa sauti ya kutetemeka, mioyo mingi imeniumiza Brian, nimekuwa nikikimbilia tiba kwa wengine huku nikiacha moyo wangu ukiwa mgonjwa. Brian alinyanyua mkono wake polepole pole na kuushika wa Zawadi, pengine sasa ni zamu ya moyo wako kutibiwa. Lakini kama kawaida ya maisha, kila jua lina kivuli. Mama Sofia ambaye sasa alikuwa ameanza kumwonea wivu Zawadi kwa mafanikio yake alianza kuingilia mapenzi hayo. Aliamini kuwa Brian alikuwa kijana wa mjini aliyekuja kuharibu maisha ya binti yake wa zamani. Alimuita Brian chumbani na kumwambia, unapoteza muda wako Zawadi, ana ndoto zake, hiyo ya mapenzi haipo kwenye ratiba yake, acha msichana wa watu aendelee na kazi yake. Brian aliheshimu maoni ya Mama Sofia, lakini moyo wake ulikataa kuacha kupenda. Alimfuata Zawadi usiku mmoja na kumwambia, kama huamini mapenzi kwa sasa nitangoja, lakini usiniambie usipendwe, hilo ni kosa la kitabibu moyoni. Zawadi alilia, aligundua kuwa moyo wake sasa unahitaji matibabu ya karibu, esi kwa dawa, bali kwa mapenzi ya kweli. Miaka miwili baadaye, dkt. Brian na dkt. Zawadi walifunga ndoa ndogo yenye utu, wakiwa wamezungukwa na wagonjwa waliowahi kupona mikononi mwao. Harusi yao haikuwa ya kifahari, bali ya kipekee. Waliapa kuendelea kuhudumia wanyonge pamoja, kama wapenzi na madaktari wa moyo. Mama Sofia akiwa ameketi pembeni kwa heshima, alishuhudia mtoto aliyewahi kumkataa akifanya ndoa yake mbele ya jamii iliyokuwa inamshangilia. Kwa sauti ya unyonge alisema, sikujua kuwa mbegu niliyoikanyaga ingekuwa mti wa kivuli changu. Leo hii Zawadi na Brian wanaendesha hospitali ya Mwanga International Medical Center yenye matawi kote Tanzania lakini ndani ya hospitali hiyo kwenye ofisi ya dikt Zawadi kuna picha moja tu kwenye ukuta, ii picha ya binti wa miaka kumi na saba aliyekuwa na koti jeupe la plastiki na mwanga wa matumaini machoni. Chini yake maneno haya yameandikwa: ndoto ya kweli hupona hata ikijeruhiwa, ili mradi moyo uendelee kuamini.